ma viongozi wote ambao wamehudhuria katika jambo hili adhimu, mimi mazungumzo yangu ni machache sana ili tuweze kutoa nafasi ya maswali watu waulize, na hasa hasa katika watangulizi wetu waliozungumza, ili katika kuuliza mtu asitafiti. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema Uislamu kwa niaba yenu na nyinyi bebeni Uislamu kwa niaba yako, na siku ya Kiyama mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam nitakuja kukuulizeni kuhusu Uislamu <coughs> ini <coughs> nazungumza <coughs> waziwazi mbele ya viongozi wetu hapa, na kiwezekana wamfikishie mci sisi Makisanya katika kikao chetu tulichokaa, alizungumza hivi na huu ndio msimamo wake. Sisi viongozi mkoa, wilaya, kata, msikiti, sisi ndio ambao tumeubeba Uislamu na hawa wote walioko katika mikoa katika wilaya katika kata katika misikiti wanasikiliza Uislamu kutoka kwetu. no. no. Sasa hili jambo la hija hili Ukijiona wewe kiongozi kufai utoshi, basi ni bora ukae pembeni, kwa sababu jambo hili la hija inataka kutangazwa, ili watu wahamasike. Wakishahamasika, wao ndio waamue sasa kwenda kutekeleza nguzo hii. Na sisi alhamdulillah tuna wazee wetu, tuna viongozi wetu, wamefanya jambo hili vizuri mno, mpaka ikafikia mwahala. Mimi wazee wangu walikuwa wao wataiya kumiliki zaji na ahira. Mzee anatia nia kwamba safari hii nikikamua katika mashamba yangu migasi yangu basi baada ya mauzo yangu mimi nakwenda hija kukamua tu. Mwingine ni mvuvi anasema kwa mwezi huu mtakachopata, mimi katika mauvuvi yangu mimi katika kuvua kwangu mimi, basi nikimaliza kile kipindi kile cha kuvua kikiisha, basi makusanyo yote mi nakwenda hija sisha wamehamasishwa wamehamasika, lakini wanaona kwamba sijekufa mimi, sijaenda wapi. Sasa sisi viongozi, utamkuta mtu ni kiongozi wa mkoa, kiongozi wa wilaya, kiongozi wa kata, kiongozi wa msikiti, lakini hajawahi hata katika msikiti wake kuzungumza hija hata siku moja, tena anajiona kuwa msikiti ule ni wakwake lakini wote ni wakura kura kwa shibazi tu. Hata kama utumwambia shekhi, kufadalia basi mkutano imamu, tuangalie tuandalie mkutano, tuje huko tuzungumzie hili tu, wallahi halali fai kabisa jambo hili. Nilikuwa naomba sisi viongozi wa mkoa wa Shinyanga tuongoze katika Tanzania, inshallah, kwa kutopata wahujaji. Wengi matajiri tunao wengi, marafiki zetu jamaa zetu, kuna watu wenye uwezo hapa, lakini nani atakaye kuwafikishia? Hakuna. Wewe ndio kuwafikishia, shehe wa kuwafikishia, mashehe zangu, viongozi wangu, mimi swala hili nalivalia njuga. Takbir, Allahu akbar, nalivalia njuga oh, oh, oh. Na kama ni shehe wa wilaya akijua hawezi jambo hili kulishughulikia kwa sababu ya atupishi, atupishi kabisa. Unaenda kwenye shughuli zako. Kila kuita uje huji, si bora shughuli zako. Kama unakaa kama mungu karo, kama unakaa kama msela kama msela. Kama unakaa kasi hiyo wapi ka huko huko, utuachie jambo hili. Tutamzungua mufti mpaka lini? Mufti anazungumza mpaka mate yanamuishia. Tumekaa na shehe tu. Tunasubiri kuku zije tule bidai. Bas. Haiwezekani. Mwishi muishi mwa mufti katuagiza sisi viongozi, ni lazima tuhakikishe kwamba Uislamu unakwenda usije ukafia katika mikono yangu. Wewe mahala ulipo mi baada Nguza mga. Nguza mga. Mi ya kusema haya, nawahakikishia ndugu zangu, ndugu zangu hao kwamba jambo hili Shehe Makisanya analifaa. Mwenyezi Mungu atuafikishe. Kwa hiyo okay, inshaallah kama kutokuwa kuna swali mawili matatu manne na tano, inshaallah.